Na maafisa wa upelelezi wamewatia mbaroni washukiwa wawili wanaohusishwa na wizi wa pikipiki jijini Nairobi. Genge la wezi limeripotiwa kuwaua na kuwajeruhi wahudumu wa pikipiki na kisha kutoweka na pikipiki hizo. Na kama anavyoarifu Franklin Wala, wanaoiba pikipiki hizo huzisafirisha kutoka Nairobi hadi Mandera na hatimaye nchi jirani ya Somalia. Barak Odhiambo anasimulia jinsi alivyoepuka mauti baada ya kushambuliwa na mteja aliyekuwa amembeba kwenye pikipiki yake. Barak anahudumu kama mwendeshaji bodaboda huko Baba Dogo, Nairobi. Tarehe 20 aliamka na kufika eneo lake la kazi. Ilipofika mwendo wa saa nane unusu mchana, aliombwa na jamaa huyo amfikishe Santon Kasarani kwa nauli ya shilingi mia tatu. Barak anasema mteja huyo alipiga simu nyingi wakiwa njiani. Anadai mteja alikuwa akiwaeleza watu fulani kuhusu safari hiyo. Katika harakati za mteja kushuka walipofika Santon Kasarani, mteja huyo alimpiga Barak kwa kifaa butu kichwani, na gafula pikipiki nyingine ikatokea ikiwa na watu wawili waliokuwa wamejihami kwa bunduki. Barak alivamiwa akapigwa na kudungwa kisu kwenye jicho.

ilikuwa imekatika hivi na hii sura venye unaona ilikuwa imegongwa gongwa. Wakati huo polisi pia walikuwa wanachunguza kisa kingine ambacho mhudumu wa bodaboda boda alikuwa ameuawa huko Umoja 3 Nairobi, na pikipiki yake kuibwa. Polisi hao walifuatilia pikipiki hiyo na kuinasa kwenye lori hii ya kusafirisha mizigo kuelekea Mandera. Dereva wa lori aliwaeleza polisi aliyewaletea pikipiki hiyo Mshukiwa huyo kwa jina Abdulahi Daya Hussein alikamatwa mtaani Isli. Operesheni hiyo ilipelekea kukamatwa kwa Pita Kimani wa Shira, ambaye naye alipatikana na pikipiki iliyokuwa imeibwa kutoka kwa Baraka Odhiambo. Polisi wanasema Abdulahi amekuwa akitumia magenge hatari kuiba pikipiki piki, ambazo baadaye husafirishwa hadi nchi jirani Somalia. Mshukiwa Peter Kimani wa Shira alifikishwa katika mahakama ya Makadara leo na atazuiliwa kwa siku kumi uchunguzi ukiendelea. Polisi pia wanamhoji Abdullahi, washukiwa zaidi wakisakwa. —Franklin Wala, runinga ya Citizen.